Habari, yes, uh, leo nataka ni kuonyeshe namna gani ambavyo ukiwa una power mixer yako unaweza kuunganisha na speaker yako, na hatimaye watu wakapata sauti. Na ninaye speaker hapa ipo ni ya Martin Audio, na sasa nitakuonyesha namna gani unavyopaswa kuweza ku make connection, lakini pia kuingiza sauti kwenye mixer na hatimaye kuweza kuitoa mbele yako hapa na power mixer. Sawa. Hatua ya kwanza kabla hujawasha pad mix yako, lazima tuhakikishe kwamba zile gain zote ziko umezi, umezirudisha chini kabisa, tunasema umezizungusha anti clockwise, pamoja na zile channel fader zako. Hizi ndio zile ambazo ni gain sasa, ambazo ni za upande wa channel e, e, ziko, ziko off. La pili, hizi volume za kwenye channel na channel fader zishushe chini zote, shusha zote chini, na hii hapa ya effect shusha chini, na hizi ambazo za master ziko chini. Kwa nini nataka kufanya hivi? Kwa sababu unaweza kawasha, alafu kashangaa tayari, eh, kuna keto spark au nini. Kwa ni muhimu sana hivi vitu vyote viwe namna hii. Sasa nyingine, hata hizi eh, auxiliary naona ziko auxiliary 1 na auxiliary 2, zote pia hizi pia, pia nazo unafanya hivyo uh, hivyo kama zimezungushwa zote zinafanya kwa staili. Ukisha maliza, tunaenda kwenye hatua ya pili ya kuiwasha powered mixer yetu. Tukiangalia hapa, tunaona kuna sehemu ambapo napaswa kuunganisha nini, e, power cable hii ya umeme. Ehe, power umeme ni kama hivi. Hakikisha hapa iko off, then hakikisha kwamba una unachomeka vizuri, ingie ndani. Ikisha ingia ndani sasa unaangalia kwamba hapa iko off. Sasa unataka piga nini? Ukawasha nini, ukawasha ikawa uh, ipo on. Sasa hivi hapa ipo on vizuri, haina shida. Then kisha kisha kwamba hapa ipo on, utaona hata feni zako zinazunguka. Tunarudi sasa, tunakuja kwenye, kwenye upande huu. Sasa tunataka tuingize sauti iingie kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mixer yako then tuweze kuitoa kwenda kule nje. Namna gani sasa kwaweza kuingiza sauti hapa kuelekea kule nje? Tunafanya hivi. Ah, mimi hapa nina laptop. Nina laptop na kebo ambayo nitakwenda kuitumia , nitakuonyesha. Aha, kebo yenyewe ni hii hapa. Upande huu na kwenye yako nitakuonyesha. Eh, upande huu anye, Inamaanisha kwamba kama ni microphone Unaweza kutumia mic uh, kama hii. Hii ni mic ya SM58. Then pia unaweza kama wakaingize hii mic kwenye channel moja hapo hapa. Ambapo labda ni channel 1 ukaingiza mic yako. Lakini kwa hapa tuingize sauti ambayo ni ya laptop, eh, wimbo ambao na connect kwenye upande wa laptop yangu. Naunganisha hii kebo kwenye laptop. Nikishaunganisha hii kebo hii ambayo ni Eh, ni ya jack mono kwa sababu hizi ni stereo ziko mono mbili, basi naenda kuangalia upande wa stereo kwenye mixer yangu. Tuliangalia huko nyuma kwenye video iliyotangulia 8 na 9. Hiyo ni upande wa stereo. Basi unaingiza hapa ya kwanza, unaingiza hapa ngapi ya pili. Tayari tumeshaunganisha kutoka kwenye laptop. Tuko hapa sasa kwenye nini, tuko kwenye hii channel, then tuna angalia kwamba mute maanake e, tuiweke off. Tunaruhusu sasa sauti itoke kwenye laptop ije sasa kwenye hii e, kwenye pad mix yako. Tukiangalia hapa, tukipandisha juu, tunataka tuone kama sauti tunaipata au tuipati. Tukienda hivi yeah, tunagundua kwamba yes there is a sound, so sauti ipo, na kwa sababu sauti a haijafika kwenye zero unaweza ukaamua ukaja kwenye kitufe hiki cha gain, kirungu cha gain ukaongeza kidogo, ongeza yes. namna hii huku, naangalia hapa tisio kwenye mpaka kwenye zero hapa. Tumejirizisha kwamba sauti inaingia na ipo pia kwenye mixer yako na itakuwa pia hapa. Sasa tunapotaka kuunganisha uh, hii powered mixer kwenda kwenye spika yako, kinachofanywa kwamba lazima hizi pia tuzishushe pia chini, uweze ukaunganisha spika kati hii Eh, ipo up. Kisha maliza hapo, umeshajirizisha unaweza, unarudi sasa kule nyuma kule kwenye kwenye power cable, turudi huku kwenye nyuma ya mixer eh. Hey, unaweza ka switch off ili tuwe tuna uhakika tusijapata short yoyote. Unaweza ka switch off, chukua cable yako hii ambayo ni cable ya speaker, unaweza kaiona hapa, cable ya speaker, then unaingiza upande mmoja wa hii powered mixer okay hapa ah, uh, pana kama kitundu Yes, tukaingiza tukaangalia tu makini hapa, tukalengesha hapa vizuri, kiingiza hapa. Umeona hii hapa iko vizuri, then hakikisha kwamba una eh, unazungusha hii kuhakikisha kwamba una tight, unaibana vizuri kabisa. Eh, eh, lakini kwamba hii sije kaungane na hii, itakuwa short kwa una lose tena hapa. mm-hmm. unaweka tena hii nyingine kwenye upande mmoja ni upande wa left. Okay, good, naweka namna hii, then sasa ukifanya namna hii then unafanya nini? Unakisha ume tight vizuri kabisa, tight vizuri kabisa, yes. Ehe, hii kebo unaenda nikuambia, nina speaker Martin. Hii speaker kidogo ni ya muda kidogo, ina zaidi ya miaka kumi na tano. Hii ni Martin Audio Speaker wala mnajua ni moja kati ya speaker ambazo ni imara sana. Na speaker hizi ni ngumu kwa kweli. Ehe. Unaenda speaker yako then you rotate it. Kisha mbasa tis. Najua kama hapo sasa ime e, imekaa vizuri kabisa. Kisha maliza hapo, umejiridhisha kwamba connection yako iko vizuri, speaker yako may connect ya mid to high ya Martin, ile speaker ya stand then una switch on Switch on, eh, d kwanza ona pia na, na, hizi zinawaka hizo fan kwamba kila kitu kiko okay. Okay, kumbuka tushatest na tukajiridhisha kwamba sauti inafika vizuri na hapa niko sasa kwenye mbele ya mixer. Sasa tuone eh, angalia sasa vizuri kwa umakini, ninaanza kupandisha eh, upande wa master volume. Eh, hapa ninapandisha ya master volume. Unasikia wimbo huo Alvary. Na hapa ni kidogo tu labda okay. Yeah, yeah, you can see it. Nipunguze tu gain kidogo naweza kaona okay, right. Umeweza kuona hizi sauti pia nazo nikipandisha hizi feda zina kontrol ya upande wa kulia na hii nyingine upande wa kushoto. Kwa nikipandisha hivi Uh, unaweza kaona hapa inaonekana kwenye right pia, hii ni, hii right, na right volume, hapa ni right lakini sauti haisikiki kwa sababu mimi sijaunganisha upande wa kulia, nimeunganisha tu upande wa kushoto. Nimeunganisha speaker moja tu upande wa kushoto, kwa hiyo niki, nikirudisha hii nyingine unasikia inalia kwa sababu, utaona hapa unasikia inalia kwa sababu, sababu, sababu nimeunganisha eh, upande huu mwingine ambao ni wa kushoto. Sasa sauti hapa imefika vizuri. Tumeweza kuingiza sauti kutoka hapa na ikaenda ikatokea kwenye huu upande ambao ni wa, ni wa, ni wa, ni wa, ni wa spika nyekundu. Maana yake hapa imetumia amplifier; hii ni powered mixer. Spika hii ni ile spika ambayo ni ya kawaida; hii spika huku ndani hakuna amplifier. Tunaita kitaalam passive spika. Kwa hiyo eh, imeweza kuunganishwa kwenye hii mixer na ikafanya kazi kwa sababu tayari na nini ina amplifier. Tukirudi mixer yetu ile ambayo tuliona pale nyuma, mixer ya kawaida hapa tuwezi kuunganisha hii aina hii ya, ya spika kwenye mixer namna hii, hakuna sehemu ya kuunganisha hapa kwa kebo zake. Kwa hiyo kwa hiyo, maana yake kuunganisha hapa huwezi kupata chochote, lakini kwa sababu hii ina amplifier, ni, ni, ni powered na amplifier ndani, basi tumeweza moja kwa moja kupata sauti kwa kama na spika nyingine tenaaa upande mwingine huo wa kulia na, kwa na spika kulia na nyingine kushoto. Sasa, hapa nimekufundisha kwa ufupi namna gani unaweza kuunganisha eh, na spika kama hiyo. Kwa hiyo uh, next time nitakueleza kwa undani zaidi namna gani ambavyo unaweza kuunganisha powered mixer na spika ambazo zinaitwa powered speaker.